Unywaji wa pombe, za ki, unywaji wa pombe kupita, kupita kiasi ni tabia ya mtu ambayo inawezekana kabisa haitokani na mapungufu ya kisheria. Wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya wameagizwa kusimamia taratibu za uendeshaji wa biashara za vileo na kuchukua hatua kwa watumiaji na wafanyabiashara wanaobainika kukiuka sheria hiyo. Hata hivyo endapo haja ya kuifanyia marekebisho sheria hiyo ya vileo, serikali itakuwa tayari kupokea mapendekezo yenye mapungufu ili aweze kufanyiwa marekebisho kupitia bunge hili. Naomba kutoa wito kwa Watanzania wote kutumia muda wao kwa kufanya, kwa kufanya kazi kwa, kwa bidii ili kujiletea maendeleo kwa ustawi wa taifa zima. Serikali haitasita kuchukua hatua kwa wanywaji wa pombe wasiozingatia taratibu pamoja na, na wazurulaji wakati wa wakati wakati wa kazi. Bado niko kwenye swala moja la nyongeza ambalo linahusiana na hawa watoto wadogo chini ya umri wa miaka 18 kutumia huu ulevi kwa vile nilisema sheria hii ya mwaka elfu moja mia tisa sitini na tisa ni ya muda mrefu sasa. Ni lini serikali itaweza kujipanga na kuleta ili tuweze kufanyia marekebisho sheria hii ili tuwabane na hawa watoto wadogo? Sasa hivi hata kuna tabia baadhi ya mikoa utakuta watoto wadogo asubuhi wa au wakati wa wikendi, wanaonyeshwa pombe. Jambo hili kwanza, kimsingi ni ukiukaji wa haki za kibinadamu kwanza, na haki za watoto, ambayo mtoto mdogo anataka kuendelezwa kwa hiyo ni hivyo, naomba tuchukue ushauri, kwa sababu sheria ni ya muda mrefu sana, na kutokana na maoni ya wadau mbalimbali, tutaangalia jinsi gani tutafanya turekebishe, kwa sababu lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba taifa letu linakuwa taifa imara, kwa sababu lazima tuwalee watoto kwa kizazi kijacho. Kwa hiyo naomba tuchukue ushauri. Kwa hiyo itapoonekana pale ina haja, basi wadau mbalimbali mbali mbali wataleta maoni yao, na sisi wabunge ni miongoni mwa wadau wa kutengeneza hizo sheria. Kwa hiyo nadhani hili tutalifanyia vyema, tuweze kulifanikisha.